Mjadala umeibuka Bungeni hii leo kuhusiana na mkanganyiko wa sifa za vijana wanaotaka kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, ambapo Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson ametoa maelekezo ya ufuatiliaji wa suala hilo, kwa kuzingatia maazimio ya awali ya Bunge. Aliyeibua sintofahamu hii ni mbunge wa jimbo la Mbozi, George Mwanisongole. Mapema wiki iliyopita jeshi letu la wananchi lilitoa tangazo la ajira na likaweka hicho kigezo ambacho sisi bunge zima liliazimia kwamba kigezo hicho kinawanyima fursa vijana ambao hawajapita JKT kupata nafasi ya kuingia. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo wako kujua jambo ambalo azimio la bunge limetolewa na azimio la bunge alafu alizingatiwi, je, linakiuka azimio hilo au alizuiliwi? Mheshimiwa Waziri wa Nchi, hilo tangazo lipo na linacho hicho kigezo. Naomba mheshimiwa spika utupe muda tukaliangalia hilo tangazo alafu nikutane na waziri wa, wa ulinzi utatoa taarifa kwako. Mheshimiwa George, uko nalo hilo tangazo hapo? Ndio, mheshimiwa spika, nalo hilo tangazo hili hapo. Mheshimiwa waziri wa nchi, nakuletea hapo, sifa za muombaji F awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea au mujibu wa sheria na kutunukiwa cheti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona lakini kwa ruhusa yako Mheshimiwa Spika, naomba turudi kwenye azimio la Bunge na kauli iliyotolewa wakati ule, tulikuwa tunazungumzia vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo naomba turudi kwenye Hansard na maelekezo yako tuone tulijumlisha maana hii JKT ni sehemu ya jeshi la wananchi. Tulijumlisha jeshi la wananchi. Vile vyombo vilitajwa. Naliomba hilo tangazo. Waheshimiwa wabunge, mjadala huu ulikuja baada ya maswali mengi. Wananchi ama niseme vijana na wananchi pia walikuwa wanaonyesha kigezo hiki kwa sababu si kila Mtanzania kijana mwenye nia ya kwenda huko anapewa fursa kisitumike ili, kisitumike ili kutoa fursa sawa kwa vijana wetu. Na kwa hivyo ilikuwa chombo kinachohusika kikishawapata hao vijana, kama kinataka waende JKT kiwapeleke, kama hakitaki waende JKT waanze wao wenyewe mafunzo. Sasa kwamba azimio letu lilikitoa chombo kimojawapo kuna kipindi vijana walikuwa hawaendi JKT, jeshi lilikuwa halichukui vijana. Kwa hivyo, mheshimiwa mheshimiwa waziri, ile hoja yako kidogo, eh, kidogo mtihani, kwa sababu lilikuwa ni azimio la Bunge, na tunapoazimia tunapoazimia kama Bunge, serikali iko humu ndani na kwa sababu serikali inakuwepo humu ndani, tunakuwa tumeazimia tukijua upande wa serikali inaenda kufanya yale tulioazimia. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, mimi sijajua, maana tangazo ndo nimelisomea hapa mbele, sijajua mwisho wake ni lini, ulioandikwa hapa lakini, tarehe ngapi mwisho? Tarehe kumi na nne. Kwa hiyo bado siku chache. Sasa mheshimiwa waziri, mimi nikupe tu nafasi, wewe utusaidie tu. Sasa hivi mimi nakuruhusu uende nje uwasiliane na watu wetu na ndugu zetu wa upande wa jeshi. Kigezo hiki kinaenda kinyume na azimio la Bunge. Ikumbuke kwa Aprili 30 jijini Dodoma akitangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ, kanali Gaudentia Silonda alitolea ufafanuzi ni kwa nini waliweka kigezo cha waliopitia JKT. Ni sahihi kabisa kwamba vijana ni wengi ambao wamebahatika hawakubahatika kupita JKT, lakini wana sifa hii. Naomba pia nitoe angalizo kwamba tumekitumia kigezo cha kupita JKT kwa baadhi, si kwa wote tumetumia kigezo uh, cha kupita JKT, lakini nifafanue kwanza kwamba kupita JKT si warrant ya kuandikishwa jeshini. Na wanaojiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa wanajiunga na jeshi la kujenga taifa kwa ajili ya kupata malezi fulani fulani, kuwatoa katika malezi ya familia moja moja, kuwaleta katika malezi ya kitaifa hii ni kwa mstakabali wa maslahi mapana ya taifa letu kwamba tunawatoa kwenye malezi ya familia moja moja, kwenye utengano wa kifamilia familia familia kuwaweka katika umoja umoja ule ambao unatakiwa wa kitaifa, na la pili sasa kwamba ni wengi hawajamaliza hawajapita JKT na hapa tumesema utaratibu wa kutuma maombi kwa makundi yote mawili, kigezo kimoja unasema, nakala ya cheti cha JKT kwa waombaji waliomaliza mkataba wa kujitolea, si kwa waombaji wote, kwa waombaji waliomaliza mkataba wa kujitolea. Kwa hiyo nafasi imebaki, chumba kiko wazi kwa wale wengine ambao hawajafanya mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa kujitolea, lakini wale ambao wana mafunzo ya jeshi la kujenga taifa wana cheti, wana, wana nafasi yao pia.